Ambapo uh, ndani ya kituo hichi cha Biro Football Center kuna timu ya wasichana inaitwa Mwanza Dadaz kwa jina la utani, imefanikiwa kupanda kwenda ligi kuu wanawake. Toka tumejiandaa kwa, kwa sababu sisi ni kituo, muda wa kupumzika ulikuwa ni mdogo tu. Kwa hiyo tumeanza mazoezi muda mrefu na tumefanya maandalizi yetu vizuri. Usajili uliisha kama kwa muda mwafaka na kwa sasa hivi tumefanya training yetu kila idara, tumeshaweza kuzikamilisha. Sasa tunamalizia mambo madogo madogo, kwaio kama asilimia themanini na tano mazoezi yetu yashakamilisha, na tuna wachezaji thelathini ndani yake. Wachezaji wengi ni wale ambao tumewakuza kwenye kituo na tumeongeza wachezaji nane kutoka kwenye vilabu mbalimbali. Ya sisi bahati nzuri tuna hosteli yetu tulitengeneza tulijenga muda mrefu kama miaka miwili iliyopita, tokea tuko daraja la kwanza. Tukaona ugumu wa kuwa unaweza kuwa tunakodisha nyumba, tukatafuta nguvu zetu, tukajenga wenyewe uwanja wetu. Nashukuru mwaka jana waliondoka kama wachezaji wa tano, tulipatapata pesa kama milioni tatu hivi tukaingiza kwenye nyumba, tukajenga hosteli yetu tukairekebisha vizuri. Kwa hiyo ndio pale wanaishi. Kwa hiyo kwenye swala la malazi hakuna wasiwasi, unaona. Swala la chakula ni bodi yetu sisi wenyewe, wanabodi tu kama watu watano, ambao ndo tuna tunawahimili tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna kwa kuwatafutia chakula, wanakula pale pale. Hilo ni jambo kubwa, lakini jambo lingine ni maandalizi yake Ligi kuu huwezi kuwa sawa na ligi daraja la kwanza au ligi ya mikoa. Hata mchezaji mwenyewe anajiona sasa amekwenda hatua nyingine, kwa hiyo lazima pale huduma zinaongezeka kwenye vifaa. Alikuwa anategemea sana wazazi, ndio walikuwa wanahudumia, lakini sasa hivi mzazi anakwambia mchezaji yuko ligi kuu. Kwa hiyo tuna tunajaribu kupambana kupata equipment nyingi, kuanzia za mazoezi mpaka na za mchezaji mmoja mmoja, hicho hicho ni kikwazo kama ulivyoona hapa, umekuja kufanya training, umeiona mpaka sasa hivi hatujapata ile warm up kiti au ile za mazoezi. Tunajaribu kupeleka proposal mm, zetu kwenye mashirika mbalimbali, lakini mpaka sasa hivi hawajajibu, na nashukuru tunaanza kupambana wenyewe nadhani na tutafanikiwa, sio muda mrefu. Moja, moja la kwanza katika Tanzania hii, ili upate washabiki ni wewe kufanya vizuri. Hilo ndo tumeliweka kipaumbele sana, sisi wenyewe tufanye vizuri, watatupokea, sababu ni mara ya kwanza, timu hawaifahamu. kwa kwa kwa hiyo ukifanya vizuri watakupokea, ukianza kufanya vibaya watarudi na ushahidi, unaona titi. Mashabiki wengi wa kitanzania wanataka timu ifanye vizuri. Mwana, mechi moja tu ya Yanga hapo imewavuruga umeona. Kwa kwa hiyo sisi tumeweka tume kipaumbele tufanye vizuri. Nje ya uzio hatuko sawa, kwa sababu uchumi ni mdogo, na ukiona uendeshaji pia uko ni mdogo sana, lakini upande wa ufundi ni tunajiweza katika pichi, lakini nje kidogo ya uzio inakua ni. Kwa hiyo tunaomba washabiki wa soka na wadau wa soka kwa ujumla katika jiji la Mwanza. Ni timu ambayo iko ligi kuu, ni faida ya kwanza kwao. Tunaomba sana sapoti watusaidie katika mambo madogo madogo na makubwa makubwa, ambayo tujue tunatokaje Mwanza kwenda kwenye kituo, tunafikaje kule, tunaishije, mwisho wa siku ni kucheza. Kiukweli ki, ki ndio maana nimetoa kwanza shukrani kubwa sana kwa, kwa wee mdugu mtangazaji na TV yako kwa ujumla tunakushukuru na tunakupongeza kwa sababu ni mtu kama tuseme wa kwanza katika Mwanza hii kuja kututembelea katika kituo chetu. Ukiangalia kituo chetu kipo Nyasa kama duka tisa. Kwa hiyo mimi nakushukuru pia nakupongeza. Kwa hiyo naomba msaada uendelee kututangaza na kutafutia wadau wakuja kuwashika watoto mkono, kwa sababu ni watoto wa kike wanahitaji kutimiza ndoto zao. Kwa majina yangu naitwa Monica Charles Silas, mimi ni mchezaji wa Bilo Football Center. Katika kujipanga katika msimu wa ligi kuu ambao tunaenda kushiriki haya mashindano ya mwezi wa kumi, sisi kama wachezaji wa timu ya Bilo tumeweza kujipanga tukaweza kushinda na tutaweza pia hata kushuka daraja, maana kila mchezaji anaamini kwamba na kila mtu anatazama hawa ni wachezaji ambao wameweza kushinda katika msimu wa daraja la kwanza na wameweza kujipanga pia. Tunahitaji pia hata sapoti zenu tutakapokwenda kushiriki mashindano ya ligi kuu, tunaamini ya kwamba tutafanya vizuri, maana kila mpinzani mpinzani wetu ukiangalia, na Alliance tumeweza pia kucheza friend match, tumeweza kuzoeana nao JKT tumeweza kucheza friend match kabla ambapo hatujaweza kuipanisha ligi. Kwa hiyo tumeweza kuzoeana na timu mbalimbali ambazo zipo juu zaidi yetu, sisi kipindi tuko daraja la kwanza. Kwa hiyo sisi tumejipanga kiakili, kisaikolojia na kwenda kushiriki katika mashindano hayo na kufanya vizuri, na tutaamini ya kwamba tutafanya vizuri sisi kama Bilo Football Center, na tutaihamasisha pia hata timu mbalimbali ambazo zipo chini, maana sisi ni timu ndogo ambayo tunahitaji support zenu wa Tanzania yangu. Napenda kufika mbali nicheze mpira ambao kiwango chake ni kikubwa, kwa sababu na malengo ya kufika mbali tofauti na Tanzania, nichezee timu nyingi kubwa, kutokana na miaka yangu ilivyofikia na kipaji nilicho nacho. Kwa malengo yangu makubwa, nataka nifikie mbali tofauti na timu za Tanzania, nicheze nje nifike na nje pia. Nimewahidi hata wazazi wangu, vijana wenzangu, kupitia kipaji changu nitapambana kuhakikisha kuwa ni kuonesha watu kwamba mpira unaweza. Kuna wengine wanawadharau watoto wa kike kusema kwamba mpira ni wanaume, lakini kupitia hii ligi tunayokwenda kucheza, tunayokuaminisha kwa watu kwamba wanawake tunaweza, tutafanya makubwa katika ligi, na kipaji changu kitakwenda mbali, nitaenda timu kubwa, pia nitakwenda hata kushiriki ligi za nje, mfano wakinaisha Masaka, na mimi ndoto yangu ni kuwa kama hao.